Ni bayana kuwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Hii ni kauli inayoonekana kumchachawiza mwanamke mmoja ambaye licha ya kutokuwa na uwezo wa kusikia, hakukata tamaa ya kutimiza ndoto yake. Josphine Kakoma ambaye amebobea katika kazi ya ususi, sasa ni mmiliki wa biashara ya urembo mtaani Utawala. Fredrick Muoki anamwangazia kwenye makala ya yetu ya kazi ni kazi. Tazama. Changamoto za maisha katika ulimwengu wa sasa zisizuie azma ya kutimiza ndoto zako. Wasemao usema kwamba uzito wa meli hautishi bahari. Katika makala ya juma hili, imepata nafasi ya kipekee ya kusemezana na mwanamke mashuhuri ambaye licha ya kutojaliwa uwezo wa kusikia amejizatiti katika kazi ambayo anaifanya. Karibu. Hamjambo, jina langu ni Josephine Kakoma na jina langu la ishara ni hili. Nina furaha siku ya leo kuja kuungana na nyinyi wa taarifa ya KBC kwa sababu nilipoufungua biashara hili ilikuwa ni, ni ndoto yangu kwa muda mrefu ambao ilikuwa ni vigumu kuweza kuitimiza, lakini nilikuwa naamini kuwa siku moja nikiwa na kumoja, Mungu nitaweza kuifanya uh, jambo hili. Miezi miwili iliyopita, sio uh, ya muda mrefu sana, lakini hapo katikati ya mwezi ya kwanza Januari mwaka huu nilifikiria kwa sababu sasa, mara mingi huwa nafanya kazi na watu wetu ama wenzangu ambao wanashinda kutosikia, nikaona nikuwa heri nianze kufanya kitu kingine ambayo, kwa sababu miaka yangu pia inasonga, na ninapo nitapo staafu bila kuinvest itaweza ku na pia naweza, nataka kuwafundisha wenzangu na wanawake ambao wana shida ama changamoto, changamoto maishani ya ulemavu waweze kuwa na mahali pa nataka kuonyesha wanawake ulimwengu kuwa wanawake ambao wana ulemavu pia wanaweza kuwa na mahali pao pa biashara, tunaweza kushindana nao katika biashara ama katika kazi utenda kazi bila kuandikwa tu, hata wanawake ambao wana ulemavu wanaweza kuwa. Lakini kwa sasa ni inawezekana, kwa sababu uh, na kwa sababu biashara hii ngali mpya, nusu ya pesa ile ambayo nilichukua niliweza kununua vitu vya kuweza kufungua saluni hii, kudenga hapa mafuta najua si bei rahisi, ni gali na pia kulipa uh, rent ama pesa ya nyumba uh, wito wangu kwa uh, watu kama mimi ambao wana shida ya ulemavu wa kusikia, sisi sote tunaweza, tuna mikono, tuna macho, tuna akili, tunaweza tumia chochote kile Mungu alitupatia. Si kukaa pale, ni kama kutafuta kuonewa huruma.